Habari marafiki, leo hebu tuzungumzie kuhusu upasuaji wa kubadilisha nyonga bila kutumia saruji. Kwa kawaida kuna aina tatu za upasuaji wa kubadilisha nyonga. Aina moja ni ile ambayo hatutumii saruji kufunga vipande vya nyonga. Aina ya pili tunapotumia saruji, na ya tatu ni pale tunapotumia saruji sehemu moja tu au tunasema ni aina ya mchanganyiko ambapo kipande kimoja kinahitaji saruji na kingine hakihitaji. Kwa kawaida tunapozungumzia kufunga bila saruji, hii hufanyika kwa wagonjwa vijana wenye mifupa imara. Kimsingi inashauriwa kwa ugonjwa wa arthritis wa awali au arthritis inayotokana na AVN, yaani avascular necrosis. Lakini jambo la msingi ni kwamba ubora wa mfupa uwe mzuri na kuwe na mfupa wa kutosha wa metaphyseal ili kutoa mshikano imara. Lengo ni kuhifadhi mfupa kwa ajili ya upasuaji wa baadaye endapo utahitajika. Kwa upasuaji wa kurekebisha, kama hatuna mfupa wa kutosha, basi kurekebisha huko mara nyingi kunatoa matokeo mabaya. Lakini tunapofanya upasuaji wa kubadilisha nyonga bila saruji kwa mara ya kwanza, kwa kawaida tunakuwa na mfupa wa kutosha. Hivyo, upasuaji wa pili pia unakuwa na mafanikio endapo utahitajika. Kwa wagonjwa wazee wenye mifupa laini walio na umri zaidi ya miaka 65, wanawake hasa, tunafanya upasuaji wa kubadilisha nyonga kwa kutumia saruji. Matokeo ni bora, uhamaji unakuwa wa haraka, uwezekano wa kupata mifupa kuvunjika karibu na kiungo ni mdogo, na matatizo ni machache. Maisha yanakuwa bora baada ya miaka 65. Tunapozungumza juu ya uingizwaji wa nyonga ambao haujaimarishwa, sajili ya kitaifa au data ya fasihi inaonyesha kuwa karibu miaka kumi hadi kumi na tano kuishi ni zaidi ya asilimia tisini, ambayo ni nambari mzuri. Una uwezekano mkubwa wa kupasuka kwa periprosthetic katika kesi ya urekebishaji usio na saruji, lakini hiyo ni kubwa zaidi ikiwa tutafanya hivyo katika hali ya osteopenic kidogo au kesi za osteoporosis. Katika hilo pia kuna aina fulani za miundo ambazo zina mchango kama vile kutumia shina lenye kola au lisilo na kola, lakini kwa ujumla baada ya umri fulani, kawaida huwa hatupendelei kufanya urekebishaji wa nyonga bila kutumia saruji. Umekuwa na mwelekeo wa hivi karibuni wa kuzungumzia urekebishaji wa mseto ambapo shina la fupa la paja linaimarishwa kwa saruji na sehemu ya acetabular ambayo ni kikombe haijawekwa saruji na imekuwa ikitoa matokeo mazuri. Kwa hiyo imeanza kupata umaarufu duniani kote. Sasa tunapozungumzia aina za upandikizaji wa nyonga usiotumia saruji, Hebu tuzungumzie miundo ya shina la fupa la paja sasa. Hii miundo ya shina la fupa la paja pia ina mchango kwa kiwango fulani, kama unatumia shina lililopungua taratibu, kimsingi lile linalojaza sehemu ya metafisial, au kama unachagua shina linalotoshea kwenye sehemu ya diafisial. Wakati mwingine tunatumia shina fupi yanayohifadhi shingo ya fupa ambayo ni mbinu nzuri ya kuhifadhi mfupa, na hii pia imeanza kupata umaarufu siku hizi. Sasa wazo kuu la kutumia urekebishaji wa nyonga bila saruji ni kwamba mfupa unapaswa kukua ndani ya upandikizaji wetu. Kwa hiyo kuna mbinu mbalimbali mbali au chaguzi tofauti zinazopatikana kwa hilo, kama vile upandikizaji wa titani yenye matundu au tantalum upo. Kimsingi hizi ni metali zenye muundo wa trabekula au wakati mwingine tunazipaka na hydroxyapatite pia ili kuchochea ukuaji wa mfupa ndani ya sehemu yetu hii. Kimsingi husababisha muunganiko imara kati ya sehemu ya upandikizaji na mfupa. Vivyo hivyo kwa sehemu za acetabular pia, tunazo vikombe vyenye matundu na tunatumia visumari kuvikaza. Inaweza kuwa ya kauri, chuma au polima inategemea na muundo wa aina gani ya upandikizaji tunayotaka kutumia. Kwa hiyo kwa kusema ukweli, urekebishaji wa nyonga bila saruji ni kwa watu vijana wenye ubora mzuri wa mfupa wakawaida. Kwa kawaida kwa wagonjwa wazee, hasa walio na umri zaidi ya miaka 65, wanawake wenye osteoporosis, hatutumii kabisa. Katika visa vya mipakani tunaweza kuitumia, lakini kwa kutumia shina lenye kola, na tunapendelea kutoifanya iwe ndogo kupita kiasi, na tunamwambia mgonjwa waziwazi kwamba inabidi uwe mwangalifu kama unatumia upandikizaji wa nyonga bila saruji kwenye kesi ya mipakani lakini mambo yanayomhusu mgonjwa pia ni muhimu vile vile. Tunapozungumzia mambo ya mgonjwa, na maanisha mambo ambayo unaweza kubadilisha ili kuhakikisha nyonga yako inadumu kwa muda mrefu sana. Tunapozungumzia mambo ya mgonjwa, bila shaka hili ni jambo moja ambalo daktari wako atakushauri. Pili, unapaswa kuhakikisha uzito wako uko chini. Unapaswa kuweka bimi yako au uzito wako chini kadri inavyowezekana ili msukumo kwenye upandikizaji uwe mdogo. Kama wewe ni mgonjwa wa kisukari, hakikisha unadhibiti sukari yako vizuri kabisa. Kama una tabia ya kuvuta sigara, unapaswa kuepuka kuvuta sigara kwa gharama yoyote. Kwa hivyo mambo haya unaweza kudhibiti. Vinginevyo, mbinu za upasuaji, nafasi ya sehemu, ni aina gani ya shina, daktari wako watapoteza mambo haya. Unapaswa kuondoka kwa upasuaji wako. Ikiwa unamwamini daktari wako wa upasuaji, unapaswa kuendelea na uamuzi wake, na unapaswa kufanyia kazi mambo yako kama vile kudhibiti uzito wako au sukari au uvutaji sigara. Natumai video hii ilikuwa muhimu kwako. Ikiwa una shaka yoyote, unaweza kuwasiliana nasi kwa nambari iliyoonyeshwa. Tutafurahi kukusaidia. Asante.